Karibuni sana Kiswahili ni rahisi. Leo tuangalie maswali na majibu zaidi ya sentensi ya Kiswahili. Tulikuwa swali la ishirini na mbili, taja aina za sentensi kwa kurejelea kigezo cha kimuundo. Sentensi sahili, sentensi ambatano, sentensi changamano. 23. taja aina za sentensi kwa kuzingatia kigezo cha kimajukumu au kidhamira. Sentensi ya taarifa, ukipenda itaarifu au elezi, sentensi ya swali au ulizi, sentensi ya rai au ya ombi, sentensi ya amrishi au agizi, sentensi hisishi. 24 sentensi hizi ni za aina gani? Lonare anatembea kwa kasi. Hii ni sentensi sahili, kwa sababu unajua ina wanzo moja. Pili, Halima anaandika hali ekomwa anasoma, ni sentensi ambatano, ukipenda ite ambatani. ishirini na tano. Tumia mfano mmoja mmoja kutofautisha sentensi sahili na sentensi ambatano. Sentensi sahili ni sentensi yenye kishazi huru kimoja na sentensi inayotoa wazo moja pekee. Kwa mfano wanafunzi wanasoma. Yaani, tunasema sentensi sahili ni sentensi yenye kishazi huru kimoja tu na ni sentensi inayotoa wazo moja pekee. Kwa mfano wanafunzi wanasoma. Pili, Sentensi ambatano ni sentensi yenye kivishanzi huru viwili vilivyounganishwa kwa kiunganishi au. Ah, unaweza kusema ni sentensi yenye sentensi sahili mbili zilizounganishwa kwa kiunganishi. Kwa mfano wanafunzi wanasoma na mwalimu wanafundisha. ishirini na sita. Bainisha sentensi sahili zilizo katika sentensi mseto ifuatayo Hamali ambaye ameugua alisema kuwa angekwenda hospitali jana. Hamali ameugua. Hamali alisema Hamali angekwenda hospitali jana. ishirini na saba. Huku ukitoa mfano, eleza maana ya sentensi changamano. Sentensi chenye sentensi changamano ni sentensi yenye kishanzi huru na kishanzi tegemezi, au ni sentensi yenye vishanzi vitegemezi pekee. Kwa mfano, kitabu kilichonunuliwa kutoka Tanzania kimeibwa. ishirini na nane. Tunga sentensi yenye muundo ufuatao: upande wa kikundi nomino kuna nomino na kirai husishi, upande wa kundi tenzi kuna kitenzi na kielezi uongozi wa chifu huyo umesifika sana. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie maoni pale chini na uniambie video ambayo nitashughulikia kesho. Shukrani sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.